wanatasnia lakini pia kwa Watanzania wote ambao walikuwa karibu na MC Pilipili, msiba ume taarifa za msiba umezipata ukiwa wapi? Uh, pokea kwa majonzi makubwa sana, kwa majonzi makubwa sana kwamba MC Pilipili hatunaye. Simu mbalimbali zikaanza kuita, makundi mbalimbali mbali ya sanaa na wanapomjua MC Pilipili, ucheshi wake, uhodari wake wa kazi, kujituma kwake, amekuwa na marafiki wengi hmm viongozi wa nchi, wadau mbalimbali wa Tanzania kwa ujumla, tupokee hizo. Tukampigia mheshimiwa mbunge, mm. Kiukweli nimpongeze sana Mheshimiwa Antony Mavunde amekuwa mstari wa mbele hapa mpaka hapa usiku unapofika hapa tumemkuta mheshimiwa mbunge mm. hii ni jinsi gani inaonyesha kwamba tuna watu nao wanaweza wakatukimbilia, tengeishi ishi na watu vizuri kwa mm. hiyo umemwona, mwenzetu kalala vingine tunaachia utaratibu utakaofuata, lakini kikubwa mwenzetu kapumzika. Tuwashukuru watu wa awali waliokuja kutupa ushirikiano, tuwashukuru wafanyakazi wa hapa hospitalini Dodoma, wote kwa ujumla wao, ndugu jamaa na marafiki, na wasanii mbalimbali ambao wanaendelea Dar es Salaam kuulizia kwamba inakuwaje inakuwaje, utaratibu utatolewa kesho. Kikubwa tumuombee mwenzetu kwenye Bwana kwa... awe naye mm. Bwana ametwaa, na inna lilai wa inna lilai laji. kwenye maisha yake ya kawaida kama binadamu uh, Steve tu, MC Pilipili alikuwa ni mtu aina gani? Ninakwambia, kukutana MC Pilipili huwezi kununa, ni mcheshi muda wote, na wewe ni shahidi hapa mm. tuongelee kwa sababu tunasema amekufa mm. tunaongelea reality ya mtu na hili naweza nikaliweka wazi kabisa. MC Pilipili kwanza ni mtu wa kujitoa kwenye misiba wenzake. MC MC Pilipili Pilipili alikuwa alikuwa anajitoa mno, anasafiri kwenda kuzika, alikuwa anajituma. MC Pilipili ni MC ambaye unaweza kumpa kazi ya MC akakufanyia MC bure, kwa sababu ya urafiki. MC Pilipili mwishoni hapa alikuwa anahudumia wagonjwa mwishoni, akawa anataka kuwa pasta, anapambana kuitafuta kesho yake njema. Lakini yote ya yote mimi niko Dodoma hapa nimefika mochwali hapa, MC kalala. Ndugu zangu wasanii, Watanzania hii wote, MC amepumzika kalala, MC amefariki. Sipo. Na pindi itakapofika sasa kuja kumsindikiza katika nyumba yake ya milele basi, kuna utaratibu utatangazwa baada kusema asanteni. Ha, wana tasnia lakini pia kwa Watanzania wote ambao walikuwa karibu na MC Pilipili. Uh, taarifa za msiba umezipata ukiwa uh, wapi? Umapokea kwa majonzi makubwa sana. Kwa majonzi makubwa sana kwamba MC Pilipili hatunaye. Simu mbalimbali zikaanza kuita, makundi mbalimbali mbali ya sanaa na wanapomjua MC Pilipili ucheshi wake, uhodari wake wa kazi, kujituma kwake, amekuwa na marafiki wengi, viongozi wa nchi, wadau mbalimbali wa Tanzania kwa ujumla. Tupokea hizo tukampigia mheshimiwa mbunge, kiukweli, nimpongeze sana Mheshimiwa Anthony Mavunde amekuwa mstari wa mbele hapa, mpaka hapa siku unapofika hapa tumemkuta mheshimiwa mbunge. Hii ni jinsi gani inaonyesha kwamba tuna watu nao wanaweza wakatukimbilia, tenge ishi na watu vizuri. kwa hiyo umemwona mwenzetu kalala, vingine tunaachia utaratibu utakaofuata, lakini kikubwa mwenzetu kapumzika. Tuwashukuru watu wa awali waliokuja kutupa, kutupa ushirikiano, tuwashukuru wafanyakazi wa hapa hospitalini Dodoma wote kwa ujumla wao, ndugu jamaa na marafiki, na wasanii mbalimbali ambao wanaendelea Dar es Salaam kulizia kwamba inakuaje, inakuaje utaratibu utatolewa kesho. Kikubwa tumwombee mwenzetu Bwana kwa... awe naye mm. Bwana ametwaa na inna lilai wa inna lilai laji. kwenye maisha yake ya kawaida kama binadamu, Steve, tum MC uh, Pilipili alikuwa ni mtu wa aina gani? Ninakwambia, kukutana MC Pilipili huwezi kununa, nimcheshi muda wote, na wewe ni shahidi. Hapa tuongelei kwa sababu tunasema amekufa, tunaongelea ualiti ya mtu, na hili inaweza kuliweka wazi kabisa. MC Pilipili kwanza ni mtu wa kujitoa kwenye misiba wenzake. MC Pilipili alikuwa anajitoa mno, anasafiri kwenda kuzika, alikuwa anajituma. MC Pilipili ni MC ambaye unaweza kumpa kazi ya MC akakufanyia MC bure kwa sababu ya urafiki. MC Pilipili mwishoni hapa alikuwa anahudumia wagonjwa mwishoni, akawa anataka kuwa pastor, anapambana itafuta kesho yake njema, lakini yote ya yote, mimi niko Dodoma hapa, nimefika mochwari hapa, MC kalala. Ndugu zangu wasanii, watanzania hii wote, MC amepumzika, kalala, MC amefariki si na. Pindi itakapofika sasa kuja kumsindikiza katika nyumba yake ya milele basi, kuna utaratibu utatangazwa, baada ya kusema haya, asanteni.